Baada ya kumshukuru Allah Taala na kumtakia ziada rehima Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali na ahli zake, pia pia kuwahusia kumcha Allah Taala nami kuihusia nafsi yangu katika hilo um, Leo tena kwenye kipindi kingine maridhawacho tafsiri za ndoto, nami Malim Jaafari Mtavasi, kama ilivyoada na desturi yetu hapa Mtavasi TV Online. Ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza unatazama chaneli yetu hii pendwa ya Mtavassy TV online, basi ni kuambie kwamba usiache kugusa neno subscribe kisha kugusa alama ya kengele. Na haya tunayoleta kwenu leo ni maudhui, kutokana na maudhui ambayo tumeyapokea kwa njia ya WhatsApp, uh, kwenye moja ya magrupu yetu, na hili ni grupu mahsusi la tafsiri za ndoto, uh, tumekusudia kujibu ndoto moja ambayo huko iliulizwa. Mtu ameuliza ndoto na tukaona inafaa hii ndoto kuwa darasa kwa watu wengine. Muulizaji aliuliza asema: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na ficha jina lake, nasema shekhe, leo baada ya kusoma surati Bakara nilipitiwa na kilepe tu cha usingizi eh, nikaona nipo na mume wangu kwenye sajida ya tahajudi Nilisahau hapa kulikuwa na kitendo, lakini baada ya kumaliza nikaona mimi nimezidi mbele kidogo na mume wangu yupo nyuma kidogo, akaniuliza mbona umefika huko na ulikuwa hapa yaani, akikusudia nyuma yake pale kuliani. Mimi nikajiangalia pale nilipo, na yeye akiwa yupo kushotoni kwangu. Sikumbuki nilivyomjibu. Niliangalia ile nafasi baina yangu na yeye tulioachana sote tukiwa kitako tumemaliza sawa. Aa, kwa lugha fupi, pointi za kujibu hapa ni kama zifuatazo. Baada ya kujibu salamu, tulijibu ndoto hii kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, maana ya kusoma surati Bakara kabla ya kulala, ndotoni. Kusoma surati Bakara kabla ya kulala, hii ni ishara ya ulinzi wa kiroho. Surati Bakara ina athari kubwa ya kuondoa majini, uchawi na ishara nyingine. Kuota ndoto ya kiibada baada ya kusoma Bakara, mtu alisoma surati Bakara kisha akalala, alafu alipolala akaona ndoto ya kiibada Eh? Aa, hii ni ishara kuwa roho yako ilikuwa katika hali ya utulivu na ilikurudia nuru ya Allah. Ni ishara kwa mtu ambaye amesoma surati Bakara ni ishara kwake kwamba amekurubia nuru ya kiroho nuru ya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Qurani ni nuru, kwa hivyo alilala akiwa katika nuru ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, tahajudi ina alama gani? Tahajudi ni alama ya hali ya juu ya ibada, unyenyekevu na maombi ya undani, maombi ya kina kabisa. Kuota mnaswali pamoja na mume wako ni ishara ya kuunganishwa kwa nafsi zenu mbele ya Allah. Hii inaashiria kwamba hawa jahazi lao ni moja mbele ya Allah Subhanahu wa taala, na kwamba wanastahimiliana kwenye mambo mengi. Ndiyo maana hii nikwambia kitu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno amesema hayo, ndiyo yamenipeleka kujibu majibu haya. Amesemaje katika hadithi tukufu unasema kwamba ndoa ni nusu ya dini. Ndoa e? ni nusu ya dini. Wafikiria nusu moja, nusu moja ina ina shahada, swala tano, zaka, kufunga e? Ramadhani, kwenda hija na mengine yote unayoyajua kwa dharura kwenye Uislamu, au yale yaliyotajwa katika Sunna, yote yako nusu moja, alafu nusu moja inadeua na ndoa. Ndoa si jambo dogo. Sasa kama mnasafiri pamoja katika nyinyi ni wanandoa, ndotoni mnajiona e, mmoja wenu anaona au nyote mkaona mpo katika swala e, tena si swala ya faradhi, ni swala ya Sunna. Basi hii ni ishara ya muunganiko wenu kiroho, kwamba nyinyi mnasafiri jahazi moja na mnastahimiliana katika mengi, kwani ndoa ni ishara pia ya mkikimkiki mkiki. Hivyo kuona katika ndoto uko na mwanandoa mwenzako tu, pana ishara ya mikikimikiki iliyojificha ndani yake Kuota upo na mumeo eh, katika sijida ya tahajudi. Hii tahajudi ni alama ya hali ya juu ya ibada yenye kefu na maombi kama tulivyozungumza, na hii ni muunganiko wenu nyinyi. Kwa mujibu wa ndoto hii inaonyesha moja kwa moja mupo kwenye muunganiko mzuri wa kiroho na kustahimiliana, lakini pointi nyingine kwenye ndoto hii ni kwamba wewe kuwa mbele kidogo na mume kuwa nyuma kidogo Hili ni jambo la kiishara, inaweza kuashiria kwamba umejikita zaidi kiroho au umejitahidi sana katika kipindi cha karibuni kiasi kwamba umeenda mbele kidogo kiibada au kiuchaji kuliko mume wako, yaani kwamba wewe kipindi hiki unafanya ibada au kiroho umesuluhika zaidi kuliko mumeo. Mtu mjinga angekujibu hivi kwamba mm, wewe unakosea jambo, ndio maana umekuwa mbele ya imamu. Nanyelewa vizuri eh? Lakini ili ya kujibu hivyo ndoto hii litakiwa iwe msikitini, na tunajibu ndoto pia kwa muktadha wa hali na vile tunavyowafahamu watu. Ndio maana mara nyingi huwa tunakwambieni kwamba mtu ambie hali zenu, je kuna jambo fulani, kuna jambo hili, kama tuna kubughudhi hivi, lakini ndiyo matengenezo na majibu mazuri katika ndoto yako hitu. Basi swali la mume wako, mbona umefika huko na ulikuwa hapa inaweza kuwa ni tafakari eh. Yeye yupo katika tafakuri au ishara kushangazwa na maendeleo yako ya kiroho na maamuzi yako ya kiroho kwamba umestep up, umepiga hatua kubwa na kuona kwamba umejikita kuliko yeye. Hata yeye hilo analishuhudia. Kikao baada ya swala mkitazamana kwa utulivu, hili pia linataka tuliseme, kwa maana ndoto yako katika hili inataka sisi kuelezea kwamba nini kinapatikana kwenye nukta hii? Hii ni kuhitimisha jambo. Mmekaa kwa tafakuri, mmekaa kwa utulivu, mmekaa baada ya swala alafu mkatazamana. Hii ni ishara ya kuhitimisha jambo kwa utulivu. Pia inaonyesha mawasiliano ya kimya, lakini yenye maana kubwa baina yenu. Allah Ta'ala waongoze na kufikisheni pahala pazuri zaidi. Inaashiria kuwa uhusiano wenu unahitaji nafasi ya kutathmini tofauti zenu kwa upendo na heshima. Pia ni dalili ya baraka zipo baina yenu, hivyo jitahidini kujikita katika ibada, msikate tamaa kutokana na majaribu ya maisha. Pia eh, songesheni mbele daraja zenu kiimani na mambo yenu msiache kuyafanya kwa kujikita zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ndani yake ndiyo kuna kufaulu. Tafsiri kuu ya ndoto hii, maana iliyojikita katika mzizi wa ndoto hii ni kwamba ndoto inaashiria maendeleo yako ya kiroho, uwepo wa baraka kati yenu, e, wewe na mume wako, na pia wito wa kuendeleza ibada na kuwaongoza wengine kwa upole, ikiwemo mume wako. Yaani mume wako anataka umshike mkono, inatakiwa wewe umshike mkono mume wako katika kipindi hiki ambacho anapita kwenye hali ambazo kidogo ni za mikingamo na ambazo hazijazoeleka kikawaida. Pia ni ujumbe wa kuendeleza mawasiliano yako ya kiroho na mapenzi kwa utulivu kabisa. Ushauri kwa mtu ambaye anaona ndoto kama hii, nimezungumza kwenye grupu na nimeleta ndoto hii YouTube, ili wengine wajifunze maana ya kuona mtu yupo katika swala ya tahajudi na yupo na mwanandoa mwenzake. Ndilo nililokusudia, watu wajifunze kupitia MTAVASSY TV online. Ah, yapo mengi ambayo tunayatazama katika ndoto hii, lakini na kuhusia usiacha kusoma surati Bakara kabla ya kulala pia, omba pamoja na mume wako kwa pamoja, eh, ishikeni kiibada, lakini pia endelea kujitahidi kwa ibada mbalimbali kama vile kutoa sadaka na kadhalika. Nilielekeza pia dua ya kuomba baada ya ya ndoto hii kunieleza. Allah akufanyie wepesi. Uh, wewe mtazamaji wa Mtavassy TV online, kama una swali kuhusu ndoto ambayo inakosanya na swala tahajjudi usiache kutuuliza, tutakujibu inshallah taala. Lakini hii ni maana ambayo tumeitohoa kutoka kwenye ndoto ya mtu hivi. Basi kama utaridhia ndoto yako wewe, ambaye unaweka comment hapa tuijibu, utatuambia pia maana. Siku hizi tunakuulizeni hapo, unaridhia tutengenezee video hii ndoto yako? Ukiona hifai, basi tutaacha lakini tunalinda privacy majina, tunafanya siri na hivyo. Allah taala atuongoze pamoja na atujalie kuishi katika nuru ya Qurani na tupate mwongozo huu wa ndoto katika yale mazuri na mabaya ambayo yanatukusudia kutufika, ili tuweze kujilinda nayo. Allah taala atujalie tuishi katika haya <mulia>